Vipili, tupo hapa mkoani Pwani e, katika manispaa ya Kibaha katika viwanja vya shirika la elimu Tumbi, na maeneo haya kunafanyika leo e, uzinduzi wa mbio za Mwenge kitaifa, na tukio ambalo litazunguka katika mikoa yote 31 na, na katika halmashauri zote 95 kwa siku hizo 95, na mbio hizi za mwenge zinazinduliwa hapa rasmi, ambapo mheshimiwa E, Mheshimiwa Philip Isidori Mpango ndiye atakayekuwa mgeni rasmi, na hapa basi tupo na mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakari Kunenge kutujuza mambo yatakavyokuwa na ratiba zilivyo e, kwa siku ya leo katika uzinduzi huu wa mbio za Mwenge, lakini nikukumbushe kwamba mbio za Mwenge, mbio kauli mbiu ya mbio hizi za Mwenge zinasema kwamba jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na hapa tupo na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa habari za wakati huu? Nzuri sana nashukuru, mheshimiwa, wako asante sana. Nashukuru. Ndio, ongereni kwa tukio la leo. Tunashukuru, tukio hili sisi tumeandaa, lakini wana shughuli ni wananchi, na unaona wananchi wamejitokeza kwa wingi na wanaendelea kuja kwa wingi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu Mheshimiwa Rais alitupa heshima ya kuweza kuwa wenyeji wakizindua mbio za Mwenge mwaka huu 2025, mkoa wa Pwani, na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba heshima hiyo tunaitendea haki na ni historia nzuri kwa mkoa wetu na nchi yetu pia kwa ujumla. Na labda tueleze ni kwa mara ya ngapi mbio za Mwenge zinazinduliwa hapa mkoani Pwani? Katika historia ya mbio hizi, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza zilifanyika Msoga, muda mrefu kidogo umepita kwao. Ni mara ya pili zimefanyika mkoa wa Pwani, na hapa tutaanza leo baada ya kuzindua, tunaanza kukimbiza mwenge kwenye wilaya yetu Al ya tuta, almashauri Al ya Chalinze, ya kibaa na tutamaliza tarehe almashauri ya yacainza tutaukabidhi mkoa hapa, na wilaya saba na halmashauri tutakuwa na siku kukimbiza mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wa Pwani mwenge kuzinduliwa katika mkoa wa husika, labda hiyo o, ni fursa kiasi gani ama o, ni bahati kiasi gani? fursa yenyewe hata hapo naona hapa kuwa hivi, hii ni fursa, ni alama iliyoachwa na mwenge. Unaona tumetengeza uwanja wetu tumeuboresha vizuri kwa maeneo mengi na miradi, itakapopita mwenge vile vile itakuwa imetoa fursa kwa wananchi kupata huduma nzuri za kijamii na kiuchumi, lakini na wanakuja wananchi wengi wa, watu wengi hapa kwa hiyo ni fursa pia kwa jisiamali kuweza kupata kipato pia. mbio hizi za mwenge zitafanya nini hapa mkoani kwenu kwa siku hizo tisa, mbio ambapo tutakuwa zinazozua miradi mingi ya kijamii na kiuchumi, miradi ya barabara, nishati, maji, afya, elimu, kilimo, mifugo, kila sekta inayogusa maisha ya binadamu, aidha sekta ya huduma za jamii au uchumi, yote itazinduwa. Kuna viwanda vya wawekezaji hapa, tuna wawekezaji mkubwa kwao, naona sisi ni karibu zaidi ya trilioni moja nukta nne hivi ni, ni miradi mingi. Ndio. Umezungumzia viwanda na hapa Pwani tunafahamu ni mkoa ambao kwa kweli kwa sasa pengine ni mkoa wa kinara panapohusika viwanda, pengine kuna viwanda vitazinduliwa ma, ma, katika mbio hizi za mwenge kwa siku hizi tisa. Ndio, hapa tuna viwanda 1535 na viwanda sabini na nane ni viwanda ambavyo vikubwa vimejengwa kipindi ambacho mheshimiwa rais ameingia madarakani. Kwa hiyo unaona kwa kipindi cha miaka minne, viwanda sabini na nane vingi vingine vitaweza kuwekewa mawe ya msingi, vingine vitazinduliwa. Kwa hiyo maeneo mengi, hata sekta binafsi pia tunashirikiana nao, na penyewe utafanyika uzinduzi, ndio na tuzungumzie swala sasa hili la uzinduzi hapa, ratiba leo ikoje na mambo yatakuwa vipi? Ah, ninavyofahamu ratiba, tutampokea tuta mheshimiwa makamu wa rais, alafu tutafata protokol ya mwenge kama kawaida, lakini kubwa hapa kutakuwa kuna halaiki, itakuwa kuna kuwasha mwenge wenyewe, alafu kutakuwa kuna salamu za serikali na risala mbalimbali mbali. Alafu nitakabidhiwa mimi na mi taukabidhi mwenge kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kibaha Nixon, Mheshimiwa Nixon Simon. Na tupate ujumbe wako sasa juu ya mwenge huu, lakini uzinduzi wa mwenge siku ya leo, lakini tukiangalia pia na swala la kauli mbiu ambayo anasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Niwaambia wananchi wajitokeze kwanza kwa wingi, waendelee kuja, tumejipanga vizuri, lakini wajitokeze kushiriki uchaguzi. Naamini walijiandikisha wengi, ni haki yao ya kidemokrasia waweze kupata viongozi ambao watawasaidia kuwaletea maendeleo. Na kwa upande wa uchaguzi wa Mheshimiwa Rais, sina wasiwasi, mkoa wa Pwani tumejipanga. Ametufanyia mambo makubwa mengi sana, na sisi tunamwahidi tutam, tutam, tutam, tutam, tutam, tutamlipa kwa kumpa ushindi wa kishindo kwenye mkoa wetu. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Pwani e, Mheshimiwa Abubakari Kunenge, kama ambavyo tumezungumza naye akizungumzia tukio la leo e, Aprili pili ambapo mwenge unazinduliwa kitaifa katika viwanja hivi vya Shirika la Elimu Tumbi na tume, ametueleza hapo kutakuwa kuna ratiba mbalimbali mbali zinaendelea hapa. Mgeni rasmi ni Makamu wa Rais Dr. Philip Izidori Mpango, na tunayo mengi ambayo tutaendelea kukujuza tukitokea katika eneo hili. Mimi ni David Wakarungi, Nirejeshe matangazo haya kwenu studio, morning Trumpet. Nasi tuko hapa, pale alizungumza na mkuu wa mkoa wa pwani Abubakar Kunenge, na hivi sasa tutasikia e, sehemu ya alichokizungumza na waziri katika ofisi ya waziri mkuu vijana, ajira e, na watu wenye ulemavu Ridhiwan Kikwete. Na hapo ndivyo ambapo vijana walikuwa wanamvalisha hiyo kitambaa cha skauti. E, na baada hama ya hapo tutasikia kile ambacho amezungumza na mwenzetu David Wakarungi. Maandalizi ni kama yamekamilika tayari kabisa kumpokea mgeni rasmi katika shughuli hii ambaye ni Makamu wa Rais Dkt. Philip Mpango katika shughuli hii ya kuwashwa kwa Mwenge wa Uhuru. Shukrani sana studioni, na kama tulivyokujuza hapo awali kwamba tupo mkoani e, Pwani katika manispaa ya Kibaha katika viunga hivi vya shirika la elimu Tumbi, na tukiangalia ama tukifuatilia kwa undani zaidi e, leo ikiwa ni uzinduzi wa mbio za Mwenge kitaifa e, ambapo mbio hizo zitafika katika mikoa yote 31 kwa hapa Tanzania bara na kule visiwani, lakini pia katika halmashauri zote 195 kwa siku mia tisini na tano hadi pale ambapo e, wataweka ukomo wa mbio hizo huko mkoani Mbeya. Na hapa tupo na mheshimiwa waziri Ridhiwani Kikwete, waziri wa nchi e, ofisi ya waziri mkuu e, kazi, vijana, ajira, wazee na, na, na walemavu. Ndio habari ya wakati huu. Salama kabisa. hali yako brother? Salama. Ha -ha. Vipi, habari ya mwenge? Mambo mazuri sana, maandalizi ma, ma yamekamilika. E, na sasa hivi tupo katika kumsubiri mgeni rasmi atakapoingia tuanze shughuli yetu. Kwa upande wetu sisi tuko tayari kwa kweli eh. Katika leo tunavyozindua ni ujumbe gani zaidi ambao utakuwa ukitamalaki hapa? Ujumbe mkubwa ni kwamba tunataka tuna tukawakumbusha Watanzania kwamba wajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini msizo mkubwa ukiwa kwenye amani na utulivu, kwa sababu tunu ya amani ni moja ya kitambulisho kinachotambulisha Watanzania. Kwa hiyo kwetu sisi jambo la kuwatambua Watanzania juu ya uhitaji wao wa kuendelea kulinda amani yao na kuakisha utulivu unaendelea kutamalaki katika nchi yetu ni jambo la msingi kwetu sisi katika siku mia na tisini na tano hizi za kukimbiza mwenge. Miradi mingapi inatarajiwa kuzinduliwa? Ah, miradi actually hatuna numbers niseme ukweli, kwa sababu miradi inapangwa na, na, na, na, na, nini, yanasema, inapangwa na nini inasema inapangwa na wenyeji wanaotembelewa na mbio za mwenge wa Uhuru lakini iko misingi ambayo inahitajika. Kwanza, lazima tukaone miradi ambayo imefaidisha asilimia kumi, kwa sababu hii ni miradi ambayo inakwenda kutambulisha mapambano ya Watanzania katika kujitegemea. Eh, kwa sababu moja ya msingi mkubwa Mwenge wa Uhuru ni kwenda kukataa unyonge, kwa hiyo maanake tunakwenda kutambua miradi hiyo. Lakini pili, nataka tutambue miradi ambayo inasaidia jamii kubwa, kwa mfano miradi kama ya maji, hiyo nayo ni moja ya kitu ambacho ndo kuangalia. Lakini tatu, kwenda kuangalia eh, jinsi ambavyo elimu ya kujitegemea ilivyotolewa katika maeneo hayo. Kwa hiyo, yako mambo ya msingi ambayo yanazingatiwa kama nilirejea. Lakini pamoja nayo, pia kuona jinsi ambavyo mapambano dhidi ya adui rushwa yalivyofanikishwa lakini pia maradhi, jinsi ambavyo tumepambana nayo hasa katika magonjwa ya vivi UKIMWI na malaria. Lakini la mwisho ambayo ni kubwa zaidi ni jinsi gani halmashauri zetu zimepiga eh, hatua katika kuhakikisha kwamba, eh, mapambano dhidi ya udumavu unaotokea kwa watoto hasa katika eneo la, la lishe na mkuu wa mkoa hapa Abubakar Kunenge akasema, ni mara ya pili hapa mwenge unazinduliwa eh, mbio za kitaifa. mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka, mara kwanza ilikuwa mwaka 2008. Kwa nini ilizinduliwa hapa? Ah, unajua tuna utamaduni mwenge, siku zote moja jambo kubwa ao unaangalia ni kuenzi viongozi. Kila anapochaguliwa kiongozi mpya, tunakuwa na utaratibu wa kupeleka mwenge katika eneo lake, ikiwa ni ishara ya kuenzi na e, unakutambua uongozi wake. Kwa hiyo mwaka 2008 tulikwenda tuli, tuli, tuli kuzindua kule Msoga e, e, katika kuenzi juhudi alizofanya Mheshimiwa Jakaya Kikwete katika kutisaidia nchi yake na marahi. Kwa nini mmezindua? Ah, tumezindua hapa katika utaratibu wa kawaida tu kwamba mwenge una roteti kila sehemu na kwamba hata kama ikifika mwaka kwa mfano 2030 30 utakapobahatika kupata kiongozi mpya nchi, basi mwenge wa Uhuru utakwenda kuzinduliwa kwake ili ukaendelea na ratiba. Utusaidie kujibu hili swali, mwenge umekuwa ukikumbana na ukosoaji fulani fulani, wengine wakisema sasa hivi hakuna haja ya kukimbiza mwenge. Yapi maoni yako na mtazamo wako juu ya hizo hisia? Nataka nikwambie kitu kimoja, tunajua mambo mengine watu wanapiga makelele kwa sababu hawataki kubaliana na ukweli. Mwenge wa Uhuru sio ule mwenge unaoshikwa hivi. Mwenge wa Uhuru ni meseji inayopelekwa. Hili jambo lazima watu walijue. Kwamba hata leo kama ukisema uweke mwenge pembeni ukasema tuanze tu kuhamasisha na bendera, bado itakuwa ni ile ile. Hawa wanaopiga kelele ni kwa sababu hawajui maana ya mwenge. Mwenge umekuja kwa malengo makubwa ya kupambana na maadui watatu. Maadui wale bado wanaendelea kuishi. Kwa mfano, ukizungumzia maradhi, zamani tulikuwa na pepopunda, tulikuwa na surua. Sasa imebadilika, tuna magonjwa ya kulipuka kama COVID, tuna magonjwa kama mpox. Kwa hiyo mwenge wa uhuru lazima uende ukawahamasisha Watanzania kwanza, kujikinga lakini pili kuendelea kufuata miko na mila za kitabibu ili waweze kujilinda zaidi. Lakini pia kama unavyoona serikali inafanya juhudi kubwa za kupeleka maendeleo kwa wananchi, lakini wako watu ambao hawajui umuhimu wa lile. Kwa mfano, tumejenga shule nyingi za sekondari na msingi, lakini bado tuna changamoto ya watu kutopeleka watu shule. Mwenge wa Uhuru unakwenda kwa ajili ya kuwaambia umuhimu wa majengo yale. Sio majengo kwa ajili ya kufugia kuku, yale ni majengo kwa ajili ya kuondoa ujinga ambao uko katika Tanzania na dunia tunaoishi leo tutake tustake uwezi kuakisiwa kusema kwamba sifundisha watoto wangu. Dunia leo nataka watu wasomi, inataka watu ambao wameweza kujitatua ili waweze kuenda mbele kimaendeleo. Kwa hiyo kima Mwenge wa Uhuru, kipande kikubwa zaidi ni ujumbe unaopelekwa na mwenge huo. Na wizara yako inafanya nini sasa kuhakikisha watu wanaelewa mwenge wana usapoti? Mathalani tabaka la wasomi na vijana wengi ndio wanaonekana kukosoa, wizara yako inafanya nini sasa hapo? Ah, tumejipanga tunajipanga kwa mfano mimi tokea nimechaguliwa, katika moja mkakati mkubwa tunao ni kuhakikisha elimu inawafikia watu ili wapate kuelewa. Kwa mfano leo hii sisi tunaweza tukaanza kwa mfano kampeni eh, nikupe kwa mfano kama kipindi kile tulifanya kampeni ya kupambana na COVID, yani ile ni tafsiri nyingine ya mwenge tu, kwamba watu walifanya makongamano, walisafiri mikoani, waligawa barakoa, zilipelekwa nini. Ile yote ni katika kufanya nyambo la mwenge liwe kwa hiyo tunapozungumza msingi mkubwa wa kupeka elimu ni wajibu wetu kama serikali kuiamilisha jamii, na tutafanya hivyo bila kuchoka. Na tutaendelea kukutana na wananchi, tutakutana na wasomi, tutakutana na wadau mbalimbali ikiwemo vyama vya siasa, ili kuwaambia wapate kuelewa, kama ambavyo wagombea katika nafasi kwa mfano kama za rais wanatumia nchi nzima wakienadi sera za chama chao kwa kutumia ile karatasi inaitwa ilani, ndivyo ambavyo mwenge wa uhuru pia unaweza kusababisha ukafananisha na ilani pia, na kwa maana kwamba mwenge wa uhuru ndio mea. Tunashukuru sana, asante sana. Naam, ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Vijana, eh, Kazi na Ajira, kama ambavyo tumezungumza nao hapo kuhusiana na eh, tunaweza tukasema sherehe za mwenge kwa siku ya leo ambapo mgeni rasmi ni Makamu wa Rais Dr. Philip Zidori Mpango, na atakuwa hapa punde. Tayari tunaona viongozi mbalimbali wanaanza kuingia, unaweza ukatusaidia kutuonyesha kule viongozi wanaanza kuingia taratibu eh, katika eneo hili na ta... ambaye yuko jukwani akitumbuiza pale ni Sholo Mwamba eh, kwa hiyo hapa ni shangwe, lakini baadaye tutakuja kusikia eh, mwenge umebeba ujumbe gani, tukifahamu kwamba kauli mbiu inasema "Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu." na leo mwenge ukiwa unazinduliwa utazunguka nchi nzima kwa siku 195 katika halmashauri zote 195 Tanzania bara na kule visiwani. Mimi ni David wa Karungi, nikitokea katika viwanja hivi vya Shirika la Elimu Tumbi, hapa manispa ya Kibaha, mkoani Pwani. Morning Trumpet iko hapa, na serikali iko hapa, Azam TV tuko hapa, tutakujuza kadiri mambo yanavyokwenda.